Irani. Muli Irani. Na Israeli. Na Israeli. Bitageuka. Bizahinduka. Irani na marafiki zake. Irani hangana bagenzi babo. Nikisema hivyo unaelewa. Mvuzo kuchuna hura. Israeli na marafiki zake. Israeli hangana bagenzi. Watapigana. Laza gwana. Wakisha pigana hao. Mama za kukwana nabo. Mbele bitageuka. Imbere kani bihinduka. Haitakuwa cha Irani na Israeli. Nivisa hawa Irani na Israeli. Itakuwa vita vya imani. imani hii wakati wa mwisho. Na imani hii ano ano mwisho, hapo ndio dunia itatapatapa, haoni isifanyika nyika. Ah, ah, ule unabii wa Samuel Doctor, yani kwa kuvugisha roho kumuvugisha, anaposema umoja wa mataifa utavunjika. Afuze tumwombe, kama hangabuye kusema ni nini, hapata kuwa na umoja wa mataifa. Ni mwisho, yuko tano mambo mahanga mzambo, haya yatakuwa mabaya sana.